Vijana wa kizazi cha Gen Z pamoja na wanaharakati wameandamana jijini Mombasa Kuadhimisha mwaka mmoja baada ya wenzi wao sitini na sita kuuawa wakati wa kupinga bajeti ya mwaka 2024, mwaka 2025. Maandamano hayo yamekuwa ya amani kwani hakuna aliyetiwa mbaroni. Wote kwa pamoja wametaka haki ifanyike kwa wale waliopoteza wapendwa wao. Aidha, wamesikika wakiimba wimbo wa taifa na kutaja kuwa sharti Rais Ruto asalia afisini kwa muhula mmoja. Yani, one time leo niko hapa kwa, kwa niaba ya wale kina mama ambao watoto wao walifariki, kwa wale watoto wao ambao wamepotezwa, wale watoto ambao wameumizwa, wengine hatujui wako wapi. So mimi ninasimama kama mama, mama ambaye nina watoto jenzi ndani ya nyumba yangu, ninasema hivi: dhuluma hizi za watoto kupotezwa, watoto kuuawa, watoto kushikwa ovyo ovyo, ikome kuanzia leo. Hi, so As Mombasa we are gathered here. Tunasema Ruto must go because as young people, most of us wenye mnatuona hapa hatujui kesho tutamka tuende tufanye nini, so tunasema Kasongo must go. He must stop killing people. Lazima aache kuua vijana. Haya maandamano ni yeah, ya amani tena, maandamano ambayo yenye kukubalika katika ulimwengu mzima na hakuna jambo lolote lenye kutuzuia sisi tusiandamani. Eh, We are supporting Gen Z. Sisi tuik wasapoti wao nani wataka kuwasapoti. Kwa hivyo hawa Gen Z ni watoto wetu, ni lazima tuwe, tuwe na wao tuwahami, eh? kwa jambo lolote ili tu, tuangalie namna gani eh, mji utakuwa na amani, lakini twasema ikiwa si jenzi ni jenzi wakumbuka kabla tarehe tisa mwezi wa nane. Ruto alizunguka Kenya mzima akiwaambia Gen Z atawatafutia kazi nafasi laki tano kila mwaka. Manifesto ya, ya, ya Ruto kwa Gen Z ilikuwa ni kazi maisha mazuri. Tumeona Rais Ruto ameletea Gen Z manifesto ya mauaji na uporaji. Gen Z walimpatia masharti. Afukuze mawaziri wote wezi. Rais alirudisha mawaziri waizi na akaongeza wengine wa Wahu, huru na wa bwana Raila. Gen Z mpaka alieko barabarani kazi yao ni kupigwa risasi na kuuawa. Kwa hivyo sisi tunamwambia rais arudi kwa Gen Z, vinginevyo it is one term. Kenya belongs to Gen Z. Kwa kiasi wameweza kuumiza watu na watu zaidi, watu zaidi <coughs> <coughs> sitini na sita wamekufa, wale walioumia maelfu ya watu, na mali zetu ziliharibika ni nyingi. Sasa leo tumekuja kuambia serikali tunataka haki kwa wale walikufa, wale waliumia na ile mali iliharibika. Kale maaskari ambao walifanya shughuli ile lazima wakamatwe na wapelekwe mahakamani, hatua ichukuliwe Tuwataka serikali yajibike, tuataka wale wote waliosika kuua vijana hawa wafikishwe kizimbani. Kwa hivyo leo ni leo, tuenda kumalizia hivi kupeleka petition yetu kwa county commissioner, na vijana wetu wa Mombasa wako na amani. Gen Z wako na amani, wako na adabu, hawana fujo na mtu yote. wao wanauawa bure, wanauliwa bure. Na hapa Mombasa waliokufa walikuwa ni watu watatu, walioumia ni zaidi ya watu mia sita, na mpaka wa leo hatujaona hata ku kuambiwa pole na serikali

Enough enough is eh enough. E, kama unavyoona mpenzi mtazamaji hii leo ni katika eneo la Mombasa ambapo baadhi ya wanajenzi wameweza kuandamana hii leo ili kuadhimisha ule mwaka mmoja ambapo ulikuwa ni mwaka ule ambao kwamba walikuwa wanapinga ile bajeti ya mwaka 2024 na, na mwaka 2025. Baadhi ya wanajenzi ama baadhi ya waandamanaji waliweza kuaga dunia wakati wa maandamano yale ya mwaka jana, nikiripotia Runinga Anisa Mombasa, mimi nafahamika kama Farida Ali.